Hatimaye, baada ya vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka miwili, Israel na Hamas wametia saini awamu ya kwanza ya mpango wa amani wa Gaza uliozinduliwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Makubaliano ya hayo yanajumuisha kuachiliwa kwa mateka wote wa Israel, kubadilishana karibu wafungwa wa elfu mbili wa, wa Kipalestina na wanajeshi wa Israel kuondoka kwenye maeneo ya Gaza kwa njia iliyokubaliwa. Rais Trump amesema huenda akazuru Mashariki ya Kati mwishoni mwa wiki kama juhudi za kuhimiza makubaliano hayo ambayo amesema yatatoa fursa sawa kwa kila upande. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameutaja kama mpango wa kihistoria, huku kundi la Hamas likisema limekubaliana kumaliza vita, kuruhusu misaada ya kibinadamu na kusitisha uvamizi, huku Israel nayo ikisema utekelezwaji wake unasubiri idhini ya baraza la mawaziri. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na jumuiya ya kimataifa wameyakaribisha makubaliano hayo, wakitaka pande zote kuyaheshimu. Je, huu ni mwanzo wa amani ya kweli au ni mapumziko mafupi kabla ya mzozo mwingine? Tunaungana na wataalamu na wachambuzi wa siasa za mashariki ya kati, Abdurrahman Muhamed akiwa huko Uingereza na Ibrahim Rahbi aliyoko jijini Dar es Salaam Tanzania. Karibuni sana. Asante sana, shukrani Ibrahim, naanza na wewe. Makubaliano haya yanaonekana kama hatua kubwa kuelekea amani, lakini kwa mtazamo wako, ni vipi mpango huu wa Trump unavyotofautiana na juhudi za awali za kusitisha makubaliano ya Gaza. Ya katika makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza. Nashukuru sana, nadhani tumeona tofauti kidogo, kwa sababu mpango huu umekuwa ni mpango binafsi wa Trump, na wengi wanahisi kuwa msukumo mkubwa wa Trump umekwenda kwa sababu hata siku za kutangaza washindi wa tuzo ya Nobel eh, zimemalizika kwa mm, hiyo baadhi ya watu wanahisi kama kuwa kumekuwa na msukumo mrefu wa Trump kwa sababu Trump anataka kutimiza lake, lakini eh, ukitazama mwitikio wa ulimwengu umekuwa ni mkubwa. Uh, ukitazama nchi za Mashariki ya Kati, nchi za Kiarabu, nchi zenye Waislamu na nchi mbalimbali duniani zimeuitikia kwa nguvu kubwa mpango huu. uh, unaweza ukatamani kuwa mpango huu ndio ungekuwa ni mpango halisi ule ulipitishwa na Umoja wa Mataifa, nadhani tungekuwa tunaenda kwenye suluhu ya moja kwa moja, lakini tunabaki kuwa bado tuko kwenye mpango wa utashi wa Donald Trump na utekelezaji wake huenda ukawa pia ni utashi, kwa hiyo wasiwasi kuwa huenda bado uh, tunaweza tukapata suluhu ya muda lakini bado hatujapata suluhu ya moja kwa moja ya mzozo ambao unafika zaidi ya miaka sabini na saba kati ya Israel na Palestina. mm -hmm. Ni nikija kwako Abdurrahman, ukiwa hapo Uingereza, umemsikia Ibrahim Rahbi akisema pengine utategemea zaidi utashi wa Marekani. Unadhani eh, tukiangalia kundi la Hamas ambalo nalo limekubaliana japo ni awamu hii ya kwanza, unadhani limefikia hatua sasa ya kuamini kwamba pengine hii ndio njia ambayo inafungua suluhu ya amani? Uh, mimi nalitazama hili kama ni suluhu ya muda, kwani hata makubaliano yenyewe yanazungumzwa kama kwamba ni sehemu ya kwanza ya makubaliano ambapo kuna machache tu yatafanyika, nalo ni kubadilishana kwa wafungwa <laughs> Uh, na kuruhusiwa kwa misaada na kuondoka uh, kwa majeshi ya Israeli ndani ya Gaza, si kuondoka moja kwa moja. Kwa hiyo bila shaka ni makubaliano ya muda sasa, bila shaka kwenye makubaliano yatakayofuata kutakuwa na mazungumzo mengine. mm-hmm. na kwa upande wangu unasema hii ni suluhu tete sana, kwa sababu yale makubwa na ya msingi hayamo katika kusimamishwa kwa mapigano. Hii ni kusimamishwa kwa mapigano tu, lakini uh, makubwa na ya msingi ni kukaliwa kwa Palestina na nchi ya Israel na kuwepo kwa mataifa mawili yaliyo huru katika eneo lile. Je, hilo litawezekana? Na hilo ndio linaloonekana kuwa litaleta Uh, suluhu ya kudumu hilo halimo kadini kwenye makubaliano ya sasa hivi laki, lakini maku... hii ni hatua ya kwanza tu, hii ni awamu ya kwanza tu, ni kweli ni mm. awamu ya kwanza mm, lakini hizo awamu zijazo naziona na na zitakuwa ngumu sana, kwa sababu Israeli imeweka wazi haiko tayari kuliona taifa huru la Palestina likiwepo katika eneo lile. Mm -hmm. Na Palestina hawako tayari kuexist bila kuwepo pale bila ya kuwa na taifa lao. Kwa hiyo ni, ni utata mkubwa sana ni utata mkubwa. Rahbi, unadhani kuna wakati huko siku za usoni, pengine tunasubiri awamu ya pili na pengine ya tatu, kwamba kunawezekana kukapatikana suluhu, hasa kwa kuzingatia kwanza, kuna utambuzi ambao e, mataifa mengi yamejitokeza kwenye mkutano uliomalizika wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kulitambua taifa la, kipa, la Palestina lakini pia juhudi hizi ambazo zinaendelea, unadhani e, tunapoelekea pengine awamu ya pili na ya tatu, kunaweza kukapatikana katikati pia ya shinikizo la suluhu la mataifa mawili kwamba kutafikia amani katika eneo zima la Palestina? Bwana, kwanza, hapa tunazungumza mambo mawili tofauti. Mm -hmm. hapa kuna maazimio mawili tofauti, watu wanatakiwa watenganishe kuna lile ambalo lilikuwa linasimamiwa na Umoja wa Mataifa ambalo ndio lilipelekea Uingereza, Ufaransa, Kanada au Ureno kuitambua Palestina. Hilo ni lilitokana na lile azimio la sabini na tisa kwenye mungano, kwenye, kwenye mkutano wa sabini na tisa wa UNGA wa mwaka jana, hilo ndio lilipelekea hivyo. Sasa haya tunayoyajadili na tunayoyazungumza haya yalikuja mengine pembeni kabisa, nje ya yale Hmm. Haya yalitokana na makubaliano ambayo Trump alikutana na viongozi wa Kiarabu na Kiislamu nje ya mkutano wa unga, mm -hmm. Kwa hiyo hiyo yanayoakisi uhalisia wa matukio haya yanaakisi kuwa ni mapenzi ya bwana Trump kutaka kuli, kulimaliza hili suala sasa. Wasiwasi ni kuwa Trump alijinasibu kwenye mazungumzo ya awali ya, ya Januari kumi na tisa kuwa yeye ndio alisababisha yafikie vile, na yaani mazungumzo ya awali yalikuwa na awamu tatu: awamu ya kwanza ya wiki sita, awamu ya pili wiki sita, awamu ya tatu wiki sita lakini Israeli iliishia kwenye awamu ya kwanza na ikagoma kuingia kwenye mazungumzo ya pili, ikagoma kuingia kwenye awamu ya tatu. Marekani haikuishinikiza vyovyote Israeli kuingia kwenye awamu ya pili, isipokuwa Steve Witkoff huyu ambaye hivi sasa anasimamia haya mazungumzo aliwalazimisha Hamas kwenda kukubaliana na matakwa ya Israeli mapya ambayo yalikuwa nje ya makubaliano ya awamu tatu. Sasa wasiwasi ndio hapa kuwa kiasi gani Marekani ataaminika kushikilia haya mazungumzo, kwa sababu hata katika kipindi hiki hiki aliyavunja kwa kumuunga mkono Israeli katika yale aliyoyataka. Miongoni mwa mambo muhimu yaliyofikiwa kwenye makubaliano haya ni kurudishwa mateka wote wa Israel wanaoshikiliwa na Hamas na hatua hiyo inatarajiwa kuwa imekamilika siku ya Jumatatu wiki ijayo. Je, kuna hakikisho gani kwamba Israel haitaanzisha tena operesheni zake huko Gaza na hasa kwa kuzingatia shinikizo ambalo bado linamkabili eh, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Nikirudi kwako kwa Abdulrahman eh, una, una maoni gani kuhusu hili? Uh, hili ni gumu sana kwa sababu kama tulivyofikia kwamba uh, wafungwa wa Palestina wanafikia karibu elfu mbili, na msemaji wa, msemaji wa Hamas amezungumza wazi kwamba bado hawajapokea orodha ya wafungwa ambao wataachiliwa kwa amba hiyo, hatujui utekelezaji utakwenda vipi, na kwamba wakati wa utekelezaji kutakuwepo kweli na makubaliano kwamba kilichokubaliwa ndicho kilichotekelezwa, kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana, lakini bado uh, kuna hali ambayo inatia wasiwasi, kwa sababu ule mpango haukuelezewa kwa kina namna utakavyotekelezwa na e, labda nikimnukuu ni waziri wa fedha anayeegemea mrengo mkali wa kulia wa Israel bezalel Smotrich, yeye amesema anaikaribisha hatua hiyo, lakini anaangalia tu upande wa mateka kwamba watarejeshwa, ila wasiwasi wake mkubwa ni kwamba e, wafungwa watakaoachiliwa ni kama kuandaa kizazi cha kigaidi na kusisitiza, e, mara tu baada ya mateka kuachiliwa, Israel iendeleze e, jitihada zake e, za a za kundi la Hamas. Hii inamaanisha nini sasa, katikati ya awamu hii ya kwanza tu ya makubaliano haya ya kusitisha vita Gaza? Narudi kwako tena, Mohamed Abdurrahman. Uh, ni hali ngumu kama nilivyosema awali, na hawa kwa uh, upa upande wa Israeli, watu ambao wako wengi wenye msimamo mkali ambao hawataki hata kuwepo kwa taifa la Palestina uh, huwa ndiyo kikwazo kikubwa katika makubaliano kama haya Um, miaka ya nyuma nakumbuka ile ile Yitzhak Rabin ambapo walitaka kuleta makubaliano ya kweli uh, mwisho wake tuliuona. Kwa hiyo hawa wanakuwa ni, ni, ni utata mkubwa sana, kwa vile wao hawako tayari kuishi pamoja na Palestina katika eneo lile. Kwa hiyo wao wanachoangalia ni masilahi ya upande wao, lakini hawajali kabisa yale matakwa ya upande wa pili. Kwa hiyo ni ngumu kidogo, lakini nadhani uh, litatekelezeka iwapo kweli wamedhamiria kuleta amani, na kwa upande wa Palestina kinachosikitisha, hawa wafungwa ambao wanawaachilia sasa hivi ndiyo, ndiyo kigezo pekee kilichowapa, kinachowapa wao nguvu, walau kuwashurutisha Israel na wao kutekeleza kile kinachotakiwa. Sasa baada ya kuachia wafungwa hawa Hamas au Palestina kiujumla itakuwa haina karata yoyote ya kuifanya Israel ikubali yale ambayo Palestina uh, inataka. Sasa ulimwengu wa kimataifa, Marekani na mataifa ya si Kiarabu yanashiriki kwenye mazungumzo, yatakuwa na kazi kubwa sana ya kuishimikiza Israeli kukubali mato, uh, makubaliano yatakayofuata ya katika mipango ijayo mm-hmm. Eh, labda ni Je, kwako Najat, kuna nini huko wala, kuna ma, watu wanauliza ama kuna maoni gani? Kabla hatujamalizia mjadala haya, nitasoma maoni moja na swali moja. mm -hmm. anaitwa Harun Sentau anasema, hidhani kama malengo yatatimia kwa sababu matakwa ya Israel ni kuona Hamas wananyang'anywa silaha, hatua ambazo kwa Hamas ni ngumu kuzikubali moja kwa moja. mm -hmm. Lakini anaitwa Fimbo Ajabu anasema, ikiwa hao elfu mbili watarudishwa hao watakaorudishwa watapewa nini? Mmesikia mm -hmm. hayo. Lakini katikati ya hayo pia kuna wasiwasi mkubwa e, kama wachambuzi na wafuatiliaji wengine wanavyosema kwamba pengine Nitenyao hatakubaliana kabisa na awamu zinazofuata katikati ya shinikizo ambalo tayari melizungumzia. Sijui Ibrahim Rabi, umesikia mwenzetu Najad akitoa aki, aki, aki maoni ya wanaotofuatilia, lakini pia na hili unazungumziaje? ya yeah, ni kweli kabisa. Shida kubwa imekuwa ni eh, Trump amekuwa na malengo yake, lakini katikati ya malengo haya Netanyahu naye ana malengo yake. Ni kama vile Trump ameamua kufunika malengo yote ya Netanyahu bila kuyatimiza, huku akijaribu kutimiza ya kwake. Nadhani hapa kunaweza kukatokea mzozo kidogo, maana yake kuwa ndani ya Israel siasa haijamkalia vizuri kabisa Netanyahu. Mm. Lakini hakuna sehemu ambayo Trump anamhakikishia usalama Netanyahu wa ndani, acha haya masuala ya nje lakini kama Marekani ingemthibitishia uhakika wa usalama tucha yake ya kisiasa ndani ya Israeli, basi Netanyahu angeweza kuyamaliza haya, lakini anafahamu kabisa kuwa kubaliana kumaliza mzozo wote na kurudi ndani kuanza kujadili siasa ya ndani, wapinzani wake wanamsubiri kwa hamu kabisa wamuondoe kwenye nafasi hiyo. Sasa Marekani na Trump wanamlinda kwa kiwango gani eh, Netanyahu? Hivi sasa unaona kuwa hakuna ulinzi anaopata, maana yake kuwa ulinzi pekee anaohisi atarejea kwenye vita, ima arudi kwenye vita ya Gaza au aanzishe mgogoro wowote wa Siria au Lebanoni au arudi Irani, angalau nchi isiweze kujadili siasa. Kwa hiyo tunaweza tukaona kuwa bado tunazunguka pale pale kwa sababu mwiba bado uko ndani na dalili ya kuondoka kwa mwiba ni ngumu. mm -hmm. Kwa ujumla changamoto bado ni nyingi, lakini bado kuna awamu mbili. Nini kitarajiwe? Wote wawili, tafadhali, kwa sekunde chache chache -cha, nikianza nawe Rahbi. Nini kitarajiwa huko mbele ya safari hasa katika ukanda wa Gaza tafadhali? Kinachotarajiwa hivi sasa au kitarajiwe kuwa ni uaminifu wa Marekani, kwa sababu mara zote tunaingia kwenye makubaliano ya utashi wa Marekani na yanashikiliwa kwa nguvu ya Marekani. Israel, kila anachokifanya anachukua kwa green light ya Marekani. Sasa kama Marekani atakuwa na uaminifu kwenye haya, tunaweza tukafika kule tunakwenda, lakini kama Marekani atarudi kwenye njia yake, ambayo Trump mara kadhaa hugeuka geuka na kurudi kwenye njia yake, basi tutarajie kuwa hakuna lolote jipya talokuja, isipokuwa Warabu na nchi zile zinaitwa za Kiislam zilizoishinikiza Hamas itakuja kuanza kulaumiana zenyewe kuwa zilidanganywa. na Abdurrahman, kwa kifupi sana, uh, kwa upande wangu naliona na hili kama nilivyosema tangu awali ni tete. Kwa hiyo tukiangalia kwa muda mfupi, labda amani inaweza ikawepo muda mfupi, inazungumzia wiki kadhaa au miezi michache, lakini ndani ya muda wa kati na kati, labda miezi sita mpaka mwaka, amani hii itakuwa ngumu sana, kwa sababu majadiliano kila upande una matakwa yake tofauti na upande mwingine, na kila upande hauko tayari kukubali matakwa ya upande mwingine, na nazungumzia pande tatu: Marekani yenyewe, Israel pamoja na Palestina. Ninashukuru sana Abdurrahman Mohammed, ninashukuru sana Ibrahim Rahbi kwa kushirikiana nasi. Mimi ni Lilian Mtono, endelea kuwa nasi.